Ikiwa leo ni Machi 19 ya mwaka wa 2025, siku ya Jumatano, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni somo la 12, somo linalosema upendo na haki, amri kuu mbili. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema kuitwa kuithibitisha haki. Manabii katika maandiko daima wanasisitiza wito wa Mungu wa haki katika jamii. Tena na tena maandiko hayasiti kuangazia masuala ya udhalimu na ukandamizaji. Kwa hakika, wito wa Mungu kwa ajili ya kuleta hukumu ulikuwa ni wito kwa Mungu kusimamisha haki. Kwa mfano, Nabii Isaya anasema waziwazi kuhusu udhalimu katika Israeli wakati huo. Maneno yake na wito wake kwa ajili ya haki unapaswa kuvuma kwa sauti na wazi katika masikio yetu leo. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Isaya sura ya kwanza aya 17. Zaidi ya hayo, anatangaza ole dhidi ya wale wawekao amri zisizo za haki na kumpotosha mhitaji asipate haki yake. Isaya 1, na akionya: nanyi mtafanya nini siku ya kujiliwa na wakati wa uangamivu unaokuja kutoka mbali sana? Je, mtamkimbilia nani mpate msaada, na utukufu wenu mtauacha wapiisa tatu Vivyo hivyo Nabii Yeremia anatangaza ujumbe wa Mungu. Ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu, na vyumba vyake kwa udhalimu. Baba yako je? Hakula na kunywa, na kufanya hukumu na haki. Hapo ndipo alipofanikiwa. Alihukumu maneno ya maskini na mhitaji. Hapo ndipo alipofanikiwa. Je, huku siko kunijua, asema Bwana. Yeremia 22:13, 15 na 16. Soma Mathayo 23:23 hadi 30. Yesu anafundisha nini hapa kuhusu lililo muhimu zaidi? Unafikiri anamaanisha nini anaporejelea mambo makuu? Mtu asije akafikiri kwamba manabii wa Agano la Kale peke yao ndio walioshughulika na suala la udhalimu. Tunaona kwa wazi hapa na mahali pengine katika huduma ya Yesu kwamba hili lilikuwa jambo lililomhangaisha kwa kiasi kikubwa sana Kristo mwenyewe. Kama asemavyo, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani hayo imewapasa kuyafanya wala yale mengine msiyaache. Mateo 23 23 Katika aya inayofanana na hii katika Luka, Yesu anaomboleza kwamba mwacha mambo ya adili na upendo wa Mungu, Luka 11 42 Ikiwa ungelenga zaidi katika mambo makuu leo, hilo lingeonekanaje, kinyume na zaka za mnanaa na bizari na jira? Tunazoweza kujikita kwazo, badala yake. Hii ni Machi 19. Mungu atubariki sote.